Mojawapo ya kanuni ambazo zinakubalika na kuheshimika sana katika masuala ya ukomavu wa kifedha ni kuwa na uwezo wa kudhibiti matumizi, ni kuwa na uwezo wa kudhibiti matumizi ya pesa kwenye mambo binafsi na hata matumizi ya pesa kwenye biashara, kwa sababu haijalishi ni kwa kiasi gani unatengeneza pesa, usipoweza kudhibiti matumizi yote itaondoka na hautajua imeenda wapi, na juhudi zako za kuitengeneza na kuitafuta hazitakuwa na maana. Na ndiyo maana nimekuandalia njia kumi ambazo zitakusaidia kudhibiti matumizi yako ya pesa.

Njia ya kwanza ni hii hapa hakikisha unafanya matumizi ndani ya kipato chako. Hakikisha haufanyi matumizi kabla ya kuwa na uhakika wa hiyo pesa. Tumia matumizi kwenye hela ambayo tayari umeishika, na ukitumia hakikisha hauzidi kiwango cha kipato chako. Matumizi yoyote ambayo yanazidi kipato ni matumizi ambayo yanakuingiza upande wa madeni. Ukijitahidi kutumia kwa kile ambacho tayari umeshakitengeneza, unajipunguzia na nafasi ya kutumia zaidi ya unavyotengeneza pesa. Kwa hiyo, hakikisha muda wote matumizi yako yako chini ya, ya kipato chako. Njia ya pili itakayokusaidia kudhibiti matumizi yako ni kuiboresha na kuidhibiti tabia yako na mienendo yako kwenye masuala ya mikopo. Usikubali kuingia kwenye madeni mabaya, madeni ambayo yanakufunga au madeni ambayo hayana umuhimu wowote. Usichukue mikopo kwa ajili ya matumizi ya kawaida ambayo unaweza ukayamudu kwenye maisha. Hakikisha unakwepa mikopo ya stahili hiyo. Epuka sana mikopo rahisi, epuka sana mikopo ambayo inapatikana kiwepesi na haiongelei sana upande wa riba. Inawezekana unapata mkopo kwa wepesi sana, lakini makato yake ni makubwa sana kwenye rejesho. Na kwa upande wa pili, usipendelee sana kuwadhamini watu, hasa hasa kwenye mikopo kiolelaolela, kwa sababu bila kuchunguza vizuri ni yupi unamdhamini, itakupelekea wewe kuingia kulipa madeni ambayo si ya kwako. Na kabla ya kumpa mtu mkopo, kabla ya kumkopesha mtu pesa yoyote, jihakikishie unajua uwezekano wa huyo mtu kukurudishia pesa yako. Usitoe tu pesa bila mpangilio, bila utaratibu, au bila kuwa na nidhamu yoyote. Njia ya tatu ambayo itakusaidia kudhibiti matumizi yako ni kuwa na mtazamo bora kwenye hayo matumizi. Boresha mtazamo wako kwa njia hii, usitafute njia nyepesi na njia nzuri za kufanya matumizi ya pesa yako. Wekeza zaidi kwenye kutafuta njia bora zaidi katika kutengeneza pesa zaidi, wakati ukiangalia namna ya kupunguza matumizi kwa kila pesa unayoitengeneza. Ukiweka sana akili mawazo kwenye kutumia, akili itaenda huko huko na utaishia kutumia kila senti unayoingiza, lakini akili ikiangalia zaidi kwenye kuitengeneza pesa kwanza, ndio uje kwenye kuitumia, utaangalia zaidi kwenye kuingiza na utakuwa makini sana kwenye matumizi ya kile ambacho tayari ushajua uchungu wa kukitengeneza. Njia ya nne kusaidia kudhibiti matumizi yako ni kufuata kanuni nzuri za kifedha, hasa hasa kwenye mapato na matumizi na uwekezaji pamoja na akiba. Zipo kanuni nyingi, lakini mojawapo ya kanuni maarufu ni hizi mbili kwamba asilimia 50, nusu ya kipato chako, ni kwa ajili ya matumizi yako ya kila siku: chakula, mavazi na vitu vya msingi. Asilimia 30 inaweza ikaenda kwenye akiba, na asilimia 20 inaweza ikaingia kwenye uwekezaji. Wengine anachukua mgao huu kwamba asilimia 40 ndo matumizi ya kila siku, matumizi ya kawaida, na asilimia 30 uwekezaji, wakati asilimia 30 nyingine inaingia kwenye akiba. Namna ya unavyogawa kipato chako itategemea safari yako kwenye maisha na maendeleo yako kiuchumi, lakini itategemea na umri pia, kwa sababu kama ndo bado unaanza bado ni mdogo unakuwa na nafasi na muda mrefu wa kuendelea kuwekeza, lakini kama umri umeenda au kuna sehemu umefika unahitaji kuwekeza kwa ukubwa, unaweza ukaweka kiwango kikubwa zaidi kwenye uwekezaji. Hii bado inategemea pia kiwango cha kipato chako. Inawezekana kipato ni kidogo, kwa hiyo mahitaji ya kila siku yanachukua sehemu kubwa ya kipato chako, lakini kama kipato kinaruhusu, kwa nini usiweke pesa nyingi kwenye uwekezaji kwa ajili ya malengo ya baadaye na ukaweka kidogo akiba kwa ajili ya malengo ya mikakati na dharura. Angalia kanuni ambayo itakusaidia kupanga na kugawa kipato chako kwa maslahi ya sasa hivi na ya baadaye. Njia ya tano ya kukusaidia kudhibiti matumizi ni kuanza uwekezaji mapema kwenye maisha yako, kwa sababu ukichelewa kuanza utalazimika weka kiasi kikubwa cha kipato chako kwenye uwekezaji. Uwekezaji unahitaji muda mrefu kuleta matunda. Ukianza mapema, utaweza kuyadhibiti hata matumizi yako kipindi ambacho kipato chako labda bado ni kidogo. Pesa iliyowekezwa inaendelea kujizalisha, mara nyingine hata wewe bila kuigusa, itakusaidia sana kwamba kinachoingia kiendelee kuwa kikubwa kuliko kile ambacho unakitumia. Wekeza kwenye mipango ya muda wa kati na muda mrefu, ili kipindi hicho kikifika uweze ibiti vizuri zaidi matumizi yako. Njia ya sita, jiendeleze kiuwekezaji. Usiishie tu kutengeneza pesa ufanya kazi ukalipwa mshahara, fanya biashara ukapata faida ukaitumia. Jiendeleze kwenye kuwekeza, labda kwenye hisa, kwenye mutual funds, kwenye kutunza pesa ambayo inajizalisha, kwenye mali zisizohamishika, kwenye biashara tofauti tofauti. Ni vizuri kujijenga na kujiendeleza kwenye uwekezaji kuliko kuweka mayai yako yote kwenye kazi labda ya ajira au biashara moja ndogo tu bila kuona maendeleo. Uwekezaji ni suala la muda mrefu ambalo ni suala zuri sana kufanyika. Jambo la saba, jenga tabia yako, na epuka sana tabia ambazo zinakupotezea pesa au zinakuingiza kwenye matumizi makubwa ya pesa inayotokana na kipato chako. Jifunze kuyakwepa matumizi yote ambayo siyo ya lazima, yaepuke kabisa. Hakikisha kila matumizi, kila senti unayotumia ina ulazima, na hakikisha unaifundisha akili yako isiongozwe na mihemko wakati wa matumizi. Usiende kununua vitu vitano ukaishia kununua vitu kumi au usiamue kununua kitu kwa sababu kuna mtu mwingine kakinunua. Usiongozwe na mihemko hata siku moja kwenye matumizi. Ukijigundua kwamba una hii changamoto, hakikisha una listi ya vitu ambavyo unataka uvinunue na hiyo listi, jipe muda kabla ya kuipitisha. Unaweza ukajipa masaa ishirini na nne siku tatu, mwezi mzima. Kama kitu ambacho unakinunua kina gharama kubwa, ni cha muda mrefu na ni cha msingi sana, jipe muda wa kufikiria na kutafakari kwamba hicho unachotaka kukinunua unakihitaji, kwa sababu mihemko haidumu kwa muda mrefu. Ukihisi unataka ununue au utumie pesa no, na ukatumia hapo hapo, unapunguza nafasi ya kujirekebisha endapo hicho kitu kilikuwa kinaongozwa na hisia kama ukihitaji utagundua baada ya muda kwamba ule msukumo wa kukichukua unaisha, na huo ndo muda wa kubadilisha mipango yako. Jambo la nane ni kwenye mahusiano yako na watu. Hakikisha unawachagua watu wako kwa umakini sana. Hakikisha kwamba watu unaowaweka karibu kwenye maisha yako ni watu ambao wanaendana vizuri na mipango yako na ni watu ambao watakusaidia kutunza matumizi yako na kuyadhibiti. Epuka kukaa karibu sana na watu ambao muda wote wanafikiria kutumia tu pesa, hawafikirii kuitengeneza, hawafikirii kudhibiti matumizi. Tunajua kwamba watu ambao unakaa nao kwa ukaribu, kama hamwendani sana mwanzoni, muda unavyosogea, mtabadilika; au watakuwa kama wewe, au wewe utakuwa kama wao. Kwa hiyo kabla ya wao kukubadilisha na kukuondoa kwenye reli, waweke mbali, wawekee mipaka, au walete wale wanaoku waliokuzunguka na unaokaa nao ni muhimu sana kwenye kuyaendeleza maisha yako kifedha, hasa hasa kwenye kudhibiti matumizi. Jambo la tisa la muhimu sana ni kuzingatia elimu ya fedha. Elimu ya fedha sasa hivi sio lazima uifuate kwenye chuo au shule, unaweza ukaifuata tu kwenye mitandao, kwenye vitabu, kwa wabobezi, kwa wataalamu tofauti. Ni vizuri ukawa na elimu basic ya masuala ya kifedha. Itakusaidia kwenye kujua namna ya kudhibiti matumizi yako, pamoja pia na kutafuta hela, uwekezaji, mambo ya kodi na vitu vingine. Lakini ukielimika kwenye eneo la pesa, utaweza pia kudhibiti vizuri matumizi yako. Jambo la kumi liko kule kule kwenye tabia, na hapa ni tabia ya kujilinganisha na watu wengine. Ukisha kuwa karibu na watu hakikisha pia unakuwa na mipaka kwenye mambo ambayo unataka ujilinganishe nayo hasa hasa inapokuja kwenye matumizi. Usipende kutumia kwa sababu fulani katumia, usipende kutumia kiasi fulani ili umachi na mtu mwingine ambaye unamjua au yuko karibu na wewe. Kwa ufupi, usipende kushindana, hasa hasa inapokuja kwenye matumizi, kwa sababu kama hujajua mtu anaingizaje hela, usitake kujua sana anaitumiaje, au usitake kumfukuzia sana kwenye matumizi, usije ukaishiwa. Tumia ndani ya kipato chako, tumia chini ya kipato chako ako ili ubatize akiba na kiasi kingine kwa ajili ya uwekezaji. Asante sana kwa kusikiliza na kujifunza, natumaini kuna kitu umekipata. Kama uja subscribe, usiache kufanya hivyo, na kama una swali, unaweza ukatuachia kwenye comment. Usisahau pia kuwashirikisha wengine. mimi naitwa Michael na hii ni Lenzi.